Baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 ameanza rasmi kuishi katika nyumba ya Kipapa iliyoko Vatican. Wengi walikuwa na maswali kuhusu suala hilo kama atafuata nyayo za mtangulizi wake, Papa Francis, aliyekuwa akiishi pasipo anasa katika nyumba za wageni za Vatican. Papa Francis aliweka rekodi ya kuwa Papa wa kwanza kukataa kuishi katika Kasiri la Vatican baada ya miaka 143, ambapo alichagua kuishi Santa Marta Motel pale Vatican. Papa Leo wa 14 amechagua kuishi katika kasri la kitume la Vatican yaani Vatican Apostolic Palace, kwa ajili ya kuendelea na huduma yake ya kulisimamia kanisa Katoliki duniani. Vatican Apostolic Palace ni jengo ambalo lilisanifiwa na kuanza kujengwa mnamo karne ya 15 kwa usanifu wa Donato Bramante katika muundo wa Renaissance. Kipindi hiki cha Renaissance kilikuwa cha mabadiliko makubwa ya kisanaa, kielimu na kifalsafa Kilichoanzia katika ardhi ya Italia kwenye karne ya 14 na kuenea barani Ulaya hadi karne ya 17. Katika sanaa ya majengo, kipindi hiki kilihama kutoka katika usanifu wa kati wa kighorofa yani Gothic, na kuzingatia upya kanuni za uzuri, usawa na mantiki zilizoasisiwa na Warumi na Wagiriki wa kale. Moja ya majina makubwa katika kipindi hiki ni msanifu wa jengo la sasa la Vatican Apostolic Palace Donato Bramante, ambaye alichangia sana kuasisi na kuendeleza staili ya usanifu wa Renaissance ya juu. Vatican Apostolic Palace imeundwa na vyumba elfu moja ikiwamo sehemu ya kukaa, kulala na kliniki ya dawa. Jengo hili pia lina kanisa la Sistina ambalo ni mojawapo ya majengo mashuhuri zaidi duniani, hasa kutokana na uzuri wa sanaa yake ya ndani, ikiwemo michoro ya dari inayoonyesha hukumu ya mwisho iliyochorwa na Papa Leo wa 14 anajitokeza kama kiongozi mwenye maono makubwa ya kurejesha kanisa katika misingi yake ya asili: kiroho safi, maadili mema na uaminifu wa ndani kwa injili ya Kristo. Dunia ya sasa inakabiliwa na changamoto nyingi kuanzia mmomonyoko wa maadili, maisha ya kiroho kupoa, hadi migogoro ya ndani ya taasisi ya kanisa. Hali hii inamtia moyo Papa Leo wa 14 kuchukua hatua madhubuti za kufufua maisha ya kiroho na kimaadili miongoni mwa waumini pamoja na kufanya mageuzi ya ndani ya kanisa yanayolenga uwazi, usafi wa utume na kujibu hitaji la kizazi cha sasa. Tukirejea kwake Donato Bramante, alizaliwa mnamo mwaka 1444 na na kufariki dunia mnamo mwaka 1514 huko Italia ya kati kwenye mji wa Urbino, katika mkoa Marche, karibu na pwani ya bahari Adriatic, kisha kufanya kazi Milan na Roma, ambako alishirikiana na wasanii wengine wakubwa kama Leonardo da Vinci na Michelangelo. Bramante alihamasishwa na usanifu wa kale wa Warumi. Kazi zake zilionyesha ustadi wa kutumia kanuni za Vitruvian, hasa katika usawa na wa mipango ya vipengele vya jengo, matumizi ya madoa na vilevile vile matao na Cubian domes. Uwezo wake wa kutumia vipengele hivi kwa ubunifu mpya ulimtofautisha na wasanifu wa wakati wake. Kazi maarufu ya Bramante ni Tempietto. Aliyoifanya mnamo mwaka 1502 katika San Pietro huko Montorio jijini Roma. Ingawa ni jengo dogo, linachukuliwa kuwa mfano kamili wa usanifu wa Renaissance. Tempieto lina umbo la duara, lina nguzo Doric na dome ya kifubu likiwa na ulinganifu wa ajabu. Hili lilikuwa jaribio la Bramante kuwasilisha upya hekalu la kale la Kirumi kwa muktadha wa Kikristo. Tempieto linaonekana kama jibu la usanifu wa falsafa ya kidini na kisanaa ya Renaissance. Hata hivyo, wakati wa Papa Julius wa pili, Bramante aliteuliwa kubuni upya kanisa kuu la Mtakatifu Petro mnamo mwaka 1506. Mpango wake wa awali ulihusisha umbo la msalaba wa Kigiriki kwa kutumia dome kubwa katikati inayofanana na ile ya Pantheon ya Roma. Ingawa hakumaliza kazi hiyo kabla ya kifo chake, mpango wake uliathiri sana usanifu wa baadaye na kazi hiyo ikaendelezwa na Michelangelo kwa mafanikio. Donato Bramante anasalia kuwa mwasisi na kiungo muhimu katika mageuzi ya usanifu wakati wa Renaissance, kwa kutumia misingi ya usanifu wa kale kwa njia mpya na bunifu, kwani alileta sura mpya ya usanifu ambayo ilisisitiza uzuri wa kiakili na kihisia kwa wakati mmoja. Staili yake Renaissance, hasa kupitia kazi za Bramante, iliweka msingi wa usanifu wa kisasa ikisisitiza uhusiano kati ya binadamu nafasi na uzuri wa kisayansi. Kazi zake hazikuchangia tu katika ustawi wa sanaa bali pia katika kuunda mazingira yanayoakisi maadili ya binadamu, utaratibu na mwanga wa maarifa.